Kwa jina inaitwa Luten Kamanda Ali Omar Ali, mkuu wa operesheni kanda ya Kusini. Jana katika doria zetu za kawaida usiku, mlango wa saa nane usiku, tulifanikiwa kukamata vyombo viwili maeneo ya Manson ambayo vina kwendea bandari isiyo rasmi ya Uzi. Chombo cha kwanza kinaitwa Mwanzo Mgumu, ambacho kilikuwa kimepakia pikipiki piki. Tumepakia mbao mia nne mbao mia moja na hamsini na miti mia nne pamoja na pikipiki piki, ambayo ina namba na ya usajili tumeikamata. Jina ya chombo raha ya mambo uwemo, ambayo ilikuwa imepakia mbao mia moja pamoja na majiti mia na hamsini mbatata gunia mbili na vitu vidogo vidogo kama ndizi na tumevikamata vyombo hivi kwa sababu bandari iliyotumia sio rasmi na utaratibu ulikosekana uliko wa kisheria. Kwa maana hiyo lazima tukamate kama kawaida yetu, na lazima tutafute taasisi husika ili mambo yarekebishwe na hatua nyingine zichukuliwe. Kwa jina naitwa Burhani Munyaji Ashan Ashankambi, mkazi wa Uzi, na anafanya kazi katika bote la mwanzo mgumu. Imetokezea emergency ya kukamatwa na KMKM nje kidogo ya Masoni tukiwa tumepakia miti kuelekea Uzi. Tunaiomba serikali kwa hili itusamehe na itupunguzie majukumu mengine ambayo tayari yasiyo lazima, kwa mfano itutafutie bandari ambayo tupate usalama, tuepuke kugombana na jeshi la KMKM kwa njia safi kabisa ya halali bila kuepukana nayo. Kwa hivyo serikali tunaiomba itupe msaada. Ushauri wangu kwa manahoza mengine Tuepukane hili jambo tuachane nalo tufuate njia ambazo ziko salama. Jina langu naitwa Abdala Mwinyi mkawazi wa Uzi na hoza wa mwanzo mgumu. Naiomba serikali itufanyie mpango tusitukagombana na jeshi la KMKM au na watu wengine kwenye jamii, ambalo ku hapende chikitu tunachokifanya. Hatufanyii kwa makusudi hili jambo kwamba labda tunataka tunafanya hivi kwa kutokana na, na shida zetu. Kwa hiyo tunaomba serikali itufanye mpango wa kutujengea kibandari pale nyumbani, na siye tukaweza kwenda kwa raha tukarudi kwa raha. Maana hozaomena washauri hili jambo silo tunalolifanya, lakini na zaidi kwamba alilia vile vile wakutoka mjini Unguja kuenda kwa shamba tunapata tabu, na ndio maana kila siku ya Mungu sie tunakuwa kwa hili swala tunakuwa kidogo kama wakaidi wakaidi, kwa sababu tukiwa mjini tunapata taabu. Hili swala tunaliomba liwepo nyumbani. Naitwa kasi mjanga wa Abdalla kutokea Uzi, alikuwa e, kwenye chombo cha mwanzo mgumu, msafiri wa chombo hicho, lakini nawaomba serikali hii ya mapinduzi SMZ kwetu sisi Uzi watuweke sehemu maalum ya bandari, ilikuwa sahihi, maana muda mwingine na kuwa harama kwenda Kizimkazi, mzigo wako unataka kwenda Uzi seh mwafaka ahuyo nakuwa kwenda bandarini mjini Malindi, nakuwa changamoto nakuwa kubwa. Haiwezekani uzi Unguja ukuu, haiwezekani Unguja ukuu watokee kizi mkazi.